Kwanza nawashukuru sana, nawashukuru watu wote walioni support, nashukuru uh, mashabiki, wadau, nashukuru media mbalimbali, online media wote nawashukuru kwa support yenu, na uh, mmekuwa mstari wa mbele sana kusupport vitu vyangu kusupport EP yangu, na pengine ningesema nafanya mwenyewe nisingeweza, ila uwepo wenu umesaidia kwa kiasi kikubwa kufikisha room number 3 leo hii hapa tunapopazungumzia kwa Nawashukuru sana na Mungu awabariki sana kazi zenu. Okay, Mbosso, wakati unaachia albamu hii, mm, ulikuwa una nini mbele? Nini unachokuwa unakiona kwenye albamu? Ah si, Mwenyezi Mungu ajanipa hiko kipawa, okay. Eh, sizani kama kuna mtu kapa hiko kipawa chakuona mbele yani chakuona kesho, mi Mungu akunijalia, pengine wewe Mungu kakupa hiyo, karma <laughs> mi hajanipa ila nilikuwa nimejiwekea tu imani ya kwamba uh, itakuwa safari nzuri mwanzo mzuri wa maisha kwangu mimi, okay. na watu wote waliokuwa nyuma yangu na mashabiki zangu wote wanaenda kusikia safari mpya nzuri ya, ya Mbosso Kaya. Okay. Komenti zimekuwa nyingi sana kwenye mtandao wa jamii na ni video ambayo uliweza kumuinua. Yaani wakati tuna perform kwenye moja ya sherehe pale Mombasa City. Rais Mwinyi aliguswa na wimbo wa Papa, akainuka na kucheza kwa furaha. Hebu tuambie, moyoni unasikiaje na ilikuwaje kwaje? Nifurahia na vitu nakuwa ni faraja sio na kifani, ni furaha ambayo inakuwaga haina haina mithili tunasema. Kwa hiyo nilifurahi kuona ukimwona, uh, Mheshimiwa Rais, kumbuka ni Mheshimiwa Rais <laughs> e, lewa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, ukimwona, e, anainuka anafurahia na mkewe, Mama Maria, unaona kabisa ni upendo ndani yao wanapenda mziki wangu, wanapenda kazi zangu, aliweza sio ambazo imechukuliwa vile kwenye jamii, lakini pawa na Viola lakini kwako kwa nini nusu saa? Uh, unaweza usiona hivyo, lakini kumbuka nusu sana ndio nyimbo namba mbili. Hmm. Yani ya viola imeanza sasa hivi baada ya kumuona bonge la dada. Hmm. Eh, lakini nusu sana ndio ilikuwa ngoma namba mbili. Uh, nusu sana naipenda kwa sababu ni wimbo ambao mimi naupenda tu. Sasa kuna muda mapenzi hata yanaga kwa nini? Kwa hiyo mimi naupenda. Mimi naupenda sana nusu saa kuliko nyimbo zangu zote. Behind imejificha nusu sana mboso kuipenda nusu sana. Hapana, labda kwa sababu mi napenda mambo ya live music, kwa kwa sababu nyimbo nzima, vyombo vingi vimelia live, magita live, vinanda bass, guitar ita na, naweza ngasema ni moja production ambayo imegharamikiwa sana, maana pengine naipenda sana hivyo. okay, sawa. Mbosso, nataka kujua albamu yako sasa hivi inafanya vizuri sana mtaala, ndio imefanikiwa kwa asilimia ngapi kwenye zile target zako ambazo wewe mwenyewe uliweka? Mimi sikuweka target, nisiwe muongo Uh, niliweka kwenye nafasi ambayo Mwenyezi Mungu atanibariki. Nilikuwa naongea na na, na kina Kennedy na mimi na kwenye kipindi kuna John Jackson. Nikamwambia nilichojaribu kukifanya, nilipambania mziki wangu kwa asilimia 99.9. Naomba unielewe kwa makini. Nilichagua kupambania mziki wangu na kari yangu kwa asilimia 99.9, upande wa audio uh, production kwa ujumla na vitu vyote. Alafu nikaenda kumuomba Mwenyezi Mungu. Bwana Mwenyezi Mungu nimepambana 99.9 mjaa. Naomba sasa hii moja Mola wangu. Sidhani kama itakushinda rabbi. Kwa hiyo nibarikie kwenye hii moja. Kwa hiyo nadhani kwa sababu niliweka nguvu kubwa sana, alafu nikajitahidi kujaribu kumrahisishia Mungu wangu, kwa sababu alishasema jisaidie, ili nami ningusaidie. Kwa hiyo ndio maana imekuwa baraka kubwa. Mashabiki nao wakapokea. Leo tuko hapa, okay, kitu kimoja kwamba sasa hivi unafanya mambo yako na uliokuwepo au ni baada ya kuondoka na Alikiba na karibu, karibu tangu zamani yeah, okay. Yaani,

E, yani kukutana mwenye chombo kukutana naye kipindi ndoko ni baraka sana. nimekuja hapa ningekutana leo na boss Kusaga. Nimeenda wasafi nikakutana na Diamond ni baraka. Kuna namna mkikosea kuipresent inaleta maneno mabaya. Unaonekana kwao kule ulikuwa unazungumza naye, huku nazungumza naye. Sio, hamna. Sisi tunaonana tunasalimiana, lakini jana ilikuwa bahati. Tunatoka, na waandishi wa wa wa clown walikuwepo pale na vijana wangu pia walikuwepo pale, tukachukua kama content kuonesha watu bwana alivyofika hapa alikutana na na msanii mwenzake kaka yake legend kwenye, kwenye muziki na mkurugenzi wa Crown Ma..., lakini sio mara ya kwanza kuonekana Kings. Uh, tutegemee chochote kutoka Kings kwa wasanii, hata Alikiba pia amenisaidia, na pia unatakiwa mjibu na na huyu kwamba sio mara ya kwanza studio, mara hii tumeona chochote kinaweza kutokea kwa sababu mimi mwana muziki nafanya muziki na wao wana muziki kwa maisha inabidi iendelee. Kuna hii comment wanasema, kwanza kwa <laughs> mwana bosso turudi nyumba kidogo kwenye EP ya kan ishirini na ishirini na mbili tukifuatilia ile EP tunakutana na kolabo nyingi sana kuliko uh, nyimbo ambazo umefanya mwenyewe, lakini kwenye hii EP ambayo umetoka imetoa sasa hivi ishirini na ishirini na tano, nazungumzia room nambari tatu ngoma zote ambazo umeziachia mule, ni zote umezifanya mwenyewe. So, nataka, nataka nipate hapo oni lako, kwanini umeamua kuja na uh, kufanya kazi mwenyewe bila kumshirikisha msanii yoyote tofauti na ile EP ya kwanza? So, nilichagua kufanya kwa sababu room namba so, so, ni room three, ni room ambazo ni stamuhusu Mboso. Na ukiachilia hivyo, okay, nilikuwa nataka watu wafahamu kwanza uwezo wangu kwamba kusiwe na kitu kichwani kwako imejitengeneza, okay. Nataka nikiondoe hicho kwanza, ni kuprove kwenye hicho kitu ambacho pengine unacho kichwani kwamba Mboso hivi Mboso vile. Nitaka nitengeneze huo hiyo imani kwako kwamba Mboso anaweza akafanya hivi afu mwenyewe na vitu vikaenda. Hadi sasa hivi tunavyozungumza, tunazungumzia room number 3 ambayo kaimba Mboso mwenyewe, yani hakuna hata collab moja na vitu vimeondoka uh, um, labda kama mfuatilia, lakini mnanda. Singeli sasa hivi ni moja ya muziki ambao unapendwa sana sana sana, yaani singeli mnanda, sijui mchiriku, kwa namna yote utakaoitae jua, ni muziki ambao sasa hivi unapendwa sana. So kwa kumalizia, nakumbuka Viola baada ya kutoka, imekuja na upepo wake wa Bonge la Dada na watu wakasema kwamba Queen ameibeba sana ile ngoma. Wewe tekea kunaweza ukasema ni ipi? Inawezekana kweli ameibeba ngoma. Kwani sasa nikatae? Amebeba <laughs> ngoma. Au natakiwa ni nimkatalie? Ni kacheza vizuri, watu wamependa. Lakini kumbuka kacheza ngoma ambayo imeimbwa na Mbosso. Yaani hajacheza nyimbo yake Queen. Haujanielewa. <laughs> <Uje> <laughs> Ile ngoma ni kuna design kutungiwa Queen pale au hapana? Ni nyimbo ambayo nimetengeneza na nyimbo inaitwa Viola. Lakini kwa sababu Queen <laughs> Alienda kucheza na tujua vijana tuna vitu vyetu vinatuvutia kwenye macho <laughs> eh, tukapenda kile tulichokiona tuka okay. Lakini... si kwa ndo tukaondoka. Hiyo ndio ilikuwa target ya mimi kuwa hapa leo ya mimi kuwa na kan music. Lengo ni kuwa na generation ambayo itazungumza kwamba hii alianza kupitia Mbosso. Hiyo ndio lengo ndio hii. Uh, niko na vijana tofauti tofauti ambao tunafanya kazi pamoja tayari naizungumzia ni generation yangu sasa naifufua. Kesho na kishukuru tu tuchukue na watu wengine na wengine na wengine. Umeona leo hii ukimzungumzia bonge la dada, unaona ni daraja la kutoka kwa Mbosso kaanza na bonge la dada. Hapo nyingine tunapata bonge la kaka, labda kaka chikonda, dada mwembamba, ndio maisha yanatakiwa yaende hivyo. Ndio maana tulikuwa tunataka hizi nafasi. Pia niweke sawa hapa na niwatoe hofu ofu. Uh, mimi nitachelewa sana kuwa na wasanii. Kwa nini nitachelewa? Sio kwa ubaya, kwa sababu Vijana wengi wana ndoto za kufika hapa ambapo sisi tumepata bahati ya kufika na pengine ku, ku, kuwa na ndoto kubwa zaidi. Ndoto hizo zinahitaji kukamilishwa na mikakati. Mikakati ambayo, wewe ambaye unaenda kuwachukua na kuwanyanyua, wewe tayari ushakuwa madhubuti kuwasimamia na wenzako. Sitaki kumchukua kijana nikampa umaarufu akateseka. Umaarufu unatesa sana. Bora leo mtu sio maarufu, lakini ukiwa maarufu, afu mambo akawa yaindi mzee, ni mateso makubwa sana. Unakuwa unamtesa mtu anashindwa kufanya vitu kwa sababu kashajulikana. Kuwa nateseka kwa nata. Itafikia hatua nitasimamia wasanii, lakini nitachelewa sana, na njia nyingi naishi ambazo naweza nikawasaidia vijana wenzangu wengine, lakini sio pupa ya kutaka kuonekana eti na mimi nasimamia wasanii. Ah, mzee wangu sitaki kuwa muongo kwenye hiyo. Okay. Mbosso, tunataka kusema kwa sasa hivi ume-maintain pakubwa sana kwenye soko hili hapa nchini. Vipi kuhusiana na nchi sasa? Kwa sababu umeanza kujisimamia mwenyewe na tunaona kubwa na maarifa makubwa na hekima kubwa ni sisi wako. Ndio. Na tuseme ubunifu pia. Ndio. Umebobea kwenye ubunifu au ni kali sana. Ndio. Je, kimataifa sahii? Um, kwenye, kwenye, kwenye safari ya muziki mimi sasa hivi ni sasa nimeanza upya okay, kwenye chumba changu okay. Uh, nilimwona pia kaka yangu Almando kutoka Bongo 5 sikosei aliongea sana kwamba Mbosso nataka nikuone unaenda international, nataka nikuone unaenda international. Okay. Anadhani kwenda international ni kuamka asubuhi kwenda international. Okay. Yaani kwamba una, una passport, okay, unatiliwa visa unaenda international. Haipo hivyo. Kwenda international sio bobo na maragi. Yaani unatakiwa ukae, uweke mikakati. Mimi sasa hivi ni msanii ambaye nimeanza baada ya kutoka Wasafi. Natakiwa kwanza niwaaminishe watu. Kuna vitu naweza kuvifanya nikiwa mimi mwenyewe

namona akifanya hivyo mara kwa mara, ila kitue kananiambia ni international kesho asubuhi ni saa sani ni bebe mabegi ni international hivyo, kuamka asubuhi, kufagia uwanja, kuchukua mabegi yako. Napenda unachokifanya, nashukuru. Wakati unakwenda kuzindua album, mchakato wa timu yake moja na watu kadhaa walikuwa ndio wanaanza na, na m mm, kwa mpenzi wake sio kitu ambacho napaswa sana kukiongelea, na kiko dhahiri shahidi ameonyesha, ah, tukuona pale, kwa sababu ni mikakati tu haikukamilika okay. Na pengine mnaweza hata msione kama mikakati haitokamilika okay. <laughs> Yani, yani inaweza pia isiwepo kama mikakati hii haijakamilika ya. Yeye ndugu yako Enoki Bella alisema alipambana sana kukutaka support yako kwa engo yoyote. Lakini ilishindikana kutokana na mazingira ambayo wewe ulikuwepo that time. So nikaona sasa hivi poka kani music kwa mwenyewe kama boss umesimama. That's why nimekuuliza hilo swali kwa ndugu yako japokuwa kuna mashabiki pia wanatamani kuona ule muunganiko au hata collab. Enoki Bella, mimi ni rafiki yangu sana. Ila ananisononesha sana moyo wangu nikiona interview zake. Naumia kwa sababu mimi ni mtu ambaye nimekuwa mstari wa mbele sana kwenye kusapoti vitu vyake. Siwezi kuvizungumzia hapa, lakini yeye mwenyewe anavifahamu. Mkikaa naye, mwambie ni azungumze ukweli. Natenda mangapi kwenye maisha yake, ni mara ngapi? <laughs> Yani, kuna vitu siwezi kuvizungumzia sana lakini, anafahamu hicho kitu. Mimi unaoniona hapa ndo nilioandika wimbo wake wa Sauda. Unaoniona hapa wimbo wake wa Enoch Kibela wa kwanza kapanda yeye, kaanza kupata management. m mi bado mimi ndo nilioandika wimbo wa Sauda atoke hapa asimame aseme, kwa sababu ya upendo mimi ndo nimekuwa msaada wa mbele kwenye kila changamoto yake. Unaijua yeye, kama kuna masuala kifamilia ama masuala sio ya makodi, mimi nimekuwa mchango wa mbele. Ameshapata kesi, labda kuna sehemu imetokea tatizo kakamatwa, mimi ndo mstari wa mbele na nina ushuhuda kila kitu kwao. Kuna siku nilikuwa naenda Tanga naendesha gari nikaona interview yake analalamika mimi si nimemkataa. Nilijisikia vibaya sana ikiwa ni mtu ambaye, wiki moja nyuma tu katoka nyumbani nimetoka kutatua changamoto zake na mwenye nyumba yake, nimetoka kuongea na bebi mama yake, yani nakuwa najisikia vibaya. Kwa hiyo kibinadamu, mimi mwanadamu, kuna muda nitatenda vitu ikifikia stage nikaona ah, sasa mbona mwanzangu kile ninachokifanya kwake kibaya? Unakuwa unatulia, unakuwa unamwangalia, lakini sina moyo huo, mzee wangu, mimi sina moyo mbaya, Mungu wangu shahidi. Ukaa naye chini, labda kumuuliza kwa nini ndugu yangu tunafanyana hii, lakini unaongea. Nipigia simu, nakumbuka siku hiyo niliona interview, niliingia ndani Uh, tumefika Tanga nikaingia ndani tena nilikuwa naumwa. Alikuwa anasema labda, mimi, ningefanya mpango, akaingia labda Wasafi. Asa, mimi Wasafi, mimi msanii, mimi nimesainiwa Wasafi mwitaji, wange msani, wange, wange msaini. Kwa mfano wasafi wangekuwa na muhitaji na wee wangemsaini kama nilivyosainiwa mimi kwao. Kuna lawama nyingine zinakuwa zikae vizuri, zinatengeneza sumu tu na chuki. okay, tu kauli moja tu kusuluhisha hili kwa kumalizia tu. Kwa kweli sina kauli yote ya kusema yani, nafikiri kuna muda atakaa ataona tu kabisa kwamba mimi namkosea huyu mchizi, basi ya sifamu chochote kaka, nisiwe Mungu ya Simba Yanga mi uh, kwa... Simba mi Simba, yeah, Simba <laughs> kusema wimbo wako unavyotumia wa Viola kwa, kwa matani ya jadi kwenye utani, uh, nikiona Yanga wanatumia wimbo wangu kututania najisikia vibaya kwenye utani lakini kwenye biashara yangu ya mziki Kuhu, kapa, ni kitu kizuri, naona wananisapoti. Kwa hiyo ningesema eti nakaa hapa kwa sababu mimi Simba niongee vibaya kuhusu Yanga kutumia wimbo wangu, hata Mwenyezi Mungu hawezi kunibariki. Kile ni kitendo cha kuonesha ni kiasi gani wanaona kwamba mambo ya ushabiki wa mpira ni kitu kingine na mambo ya mziki ni kitu kingine tunatakiwa tuwe na mashabiki wa mziki au tuwe mashabiki wa mpira, lakini tunavyokuja kwenye mapenzi yetu binafsi hapaswi kuingiliwa. Ndio maana Yanga leo hii naona wana enjoy na Viola, na Simba bado mimi ni timu yangu na nitaendelea kuwa Simba neno moja. Kwa, kwa Yanga nawapongeza tu, ameshinda na niuma, lakini nitafanyaje tena? <laughs> na pongeza.